Okay. Ah, uh, kuna swali moja nimewahi kuulizwa, swali zuri sana. Eh, swali zuri sana na no, inawezekana nikiongelea hapa kuna mtu mmoja imani yake inaweza ikarudi kuwa upya na kaendelea kumwamini Mungu kama kawaida. So swali ni hili hapa. Ah, uh, niliulizwa swali nikaambiwa, Mungu alikuwa na Mungu alikuwa na uwezo wa kumzuia Kaini asimuue Habili. Yes, is it true? Mungu alikuwa na uwezo wa kumzuia Kaini asimuue Habili, lakini why aliruhusu Kaini amuua Habili? Swali ndio hilo. So tunaona kila kitu Biblia imezungumzia, hakuna kitu Biblia haijazungumzia, hakuna kitu neno la Mungu lijasema. Sasa tuje tuone, Mungu alimwambia nini Kaini kabla ya Kaini kwenda kumuua Habili? Kusoma ile Mwanzo nne inatufundisha vizuri sana. Nikusomee hapa, nikusomee mtu alisomee Bwana akamwambia Kaini kwa nini una gazabu? Kamuuliza tu swali. Na kwa nini uso wako umekunjamana? Akamuuliza swali la pili, kama ukitenda vyema hutapata kibali? Swali la tatu, halafu akamwambia, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde amemwambia hapa Kaini kwa sababu ameshaona tayari so wivu nini athila, jila, kwa mwenzie. Lakini anamwambia usipotenda vyema zambi iko kwamba, asipotenda vyema zambi bado iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe. Kumbe zambi wewe natutamani! jamani zambi we natutamani sisi, yaani usipotenda vyema zambi iko inakutamani wewe, yaani iko mlangoni lakini yakupasa uishinde kumbe yatupasa sisi tuishinde zambi ko. Mungu anajua sisi tunaweza kuishinda zambi, nandomaana anauamisawa. So kwa kwanini Mungu akumzuia Kaini? No <laughs> Mungu nd na nguvu anauweza wa wakufanya chochote, ila amesha m hapa kwamba usipotenda vyema zambi iko, kwa sababu Mungu alikuwa naona moyo wa Kaini unaelekea wapi. Lakini sikia kibuli cha Kaini, Kaini akamwambia Habili nduguye twende uandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. Umeona? Jeuli akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Mungu akarudia kumuuliza swali. Yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Jeuli akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. You understand? Wewe unazini, ah Mungu kwa nini azima a ah, ah, Mungu amesha kwambia kwenye wakulisi wa kwanza sita ule mstari wa kumi na nane, ikimbieni zinaa so you have to learn eh, you have to learn guys.